Biblia katika Mathayo ile sura sita na mstari wa tatu mpaka wa nne na kuendelea pale inakwambia utoapo sadaka yako unapaswa itoe kwa siri hata mkono wako wa kushoto utoapo mkono wa kulia usipate kujua kwamba umetoa kitu gani sasa nyakati hizi tumekuwa na sadaka ambazo ni za maonyesho na nataka kumtolea Bwana ni kwanza kutangaziana a najua mimi nitatoa kiasi fulani Ha? Ni sawa tunaweza kusema labda unawahimiza una na wengine wafanye, lakini sio hivyo. Lengo mahususi ni wewe ujionyeshe kwamba unacho na wewe ujifanye kana kwamba wewe ndiye wewe, ili watu wa kusujudu, ndio kusudi, sawasawa na Mafarisayo mafari. Nyakati hizi watu yuko tayari kutoa fungu la kumi akiwa na anaanza ku, kuonyesha ni, eh? ni ameweka labda laki moja milioni moja kwenye bahasha ya fungu la kumi. Ile uzuri waliweka bahasha ili usizionyeshe hela zako kwa kiwango chako unachokitoa, lakini mtu ana moja mbili tatu nne na hesabu mbele za watu alafu ndo anaweka kwenye bahasha. Sasa siuzipeleke hivyo hivyo, unaweka kwenye bahasha ya nini? Ni majionyesho tu kutaka sifa tu kwa watu, lakini mbele za Mungu ni sifuri, kwani ukizipeleka bila kuonyesha hazitamfikia Mungu. Mungu sanaangalia roho iliyotoa, dhamira yako ya ndani. Sasa dhamira yako ya ndani inakusukuma ah, waonyeshe na hawa ili wakuone, kana kwemba unazo ili siku nyingine wasije wakawa naji, wanakuona ili mradi ili mradi wakusifie, kwa sababu ya hiki unachokifanya huo ni ubatili. Inabidi tubadilike. Toa sadaka kanisa, naenda wamenyosha juu kama vile wanaenda kum, kumtunza bibi harusi au bwana harusi, utafikiri uko kwenye vijora. Toa sadaka katika nidhamu, toa sadaka katika unyenyekevu. Zamani tulikuwa tunaona watu wanatoa sadaka, huku wanafika pale wanachuchumaa na kuchuchumaa na piga magoti, lakini nyakati hii naenda kanaruka tu na viduku viduku, eti kanaenda kanacheza mziki wa waimbaji pale, kanaenda kanadumbukiza kanarugeuka chinga mtoto Tolee Mungu, mheshimu Mungu katika matoleo yako. Hiki kizazi kimepotoka kwa kiasi gani? Hiki kwa nini akijirudi? Shida ni nini? Nabidi tubadilike, tumheshimu Mungu, tuenende na maandiko sawasawa, anavyotuelekeza. Sasa wengi wamekuwa wakifuata mifumo ya wanaofanya hivyo wakifikiri wanatoa kwa sababu ya Mungu, kumbe wao wana mifumo yao mingine huko, wana nguvu zao zingine ambazo zinawasaidia kupata fedha. Wao wanakuja, ah, mbona fulani anatoaga hivi, anajionyesha, lakini ana mafanikio. Na wao wanafanya hivyo kwa mifumo ya hivyo hivyo, wanaambulia zero kwa sababu Mungu aendi kwa matakwa ya kijinga, anaenda kwa kanuni na mifumo yake. Naenda kutoa kama kama fulani anavyotoaga, kwamba haya, mbona fulani anatoa hivyo lakini amebarikiwa yule fulani huenda analeta hizo sadaka, lakini si Mungu anayemtegemea huyo, analeta tu kama sehemu ya kujifichia kichaka chake, ana mungu mwingine. Sasa u ambayo, unatamani Mungu akuinue kupitia hiki unachokifanya, kulingana maandiko yake, unapaswa uzingatie neno baada ya neno, maana maandiko anatuambia wala nukta moja wala nodi haitapungua kwa kila alichokisema ndani ya maandiko yake, Mungu mwenyewe. Sasa wejiidanganye nataka kubarikiwa na Bwana, nataka kubarikiwa na Mungu kwa sababu ya jinsi ambavyo unafanya wewe <laughs> tajidanganya bure. Fata kanuni za kimungu, ndivyo tapata kula mema ya Mungu. Sipo hapa kukulemba, nipo hapa kukuambia ukweli, na ukweli huo unauma. Ukitaka ukubali, ukitaka ukatae, pakea hilo.